Kitabu cha Yeremia sura ya thelathini na saba na ya thelathini na nane, ndio watu wa Mungu. Tumsifu Yesu so Kristo, karibuni sana wapendwa mahali hapa. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu anatupa neema kuweza kuunganika na kusoma neno la Mungu kwa pamoja, ambapo siku ya leo tunasonga mbele na kitabu cha Yeremia ile sura ya 37 na ya thelathini na nane. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninakualika tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunanyenye, tunanyenyekea kwako kwa sababu Mungu wewe ni wa upendo. Natazama katika msalaba wako, uliinyenyekesha ukawa mtii hata mauti ya msalaba, nasi tunaufuata msalaba wako, tunafuata neno lako ili tuendelee kuwa hodari na imara. Tunaomba liwe mwanga na taa na Roho Mungu tuangazie akili zetu tupate kuyaelewa maandiko katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana. Tunasonga mbele na kitabu cha Yeremia sura ya 37 na ya 38. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project. Mlango wa 37. na Sedekia mwana wa Yosia akamiliki badala ya Konia mwana wa Yehoyakimu ambaye Nebukadreza amemmilikisha katika nchi ya Yuda, lakini yeye wala watumishi wake wala watu wa nchi hawakuyasikiliza maneno ya Bwana aliyoyanena kwa kinywa cha nabii Yeremia. Sedekia mfalme akamtuma Yehukali mwana wa Shelemia na Sefania mwana wa Maasea kuhani kwa Yeremia nabii kusema, utuombee sasa kwa Bwana Mungu wetu. Basi Yeremia alikuwa akiingia na kutoka kati ya watu, kwa maana walikuwa hawakumfunga gerezani. Na jeshi la Farao lilikuwa limetoka nchi ya Misri. Na Wakaldayo waliuhusuru Yerusalemu waliposikia habari zao, wakavunja kambi yao mbele Yerusalemu. Ndipo neno la Bwana likamjia nabii Yeremia kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mtamwambia hivi mfalme wa Yuda aliyewatuma kwangu kuniuliza, angalieni jeshi la Farao ambalo linakuja kuwasaidia litarudi Misri, nchi yao wenyewe, na Wakaldayo watakuja tena na kupigana na mji huu nao watautwaa na wata na kuuteketeza. Bwana asema hivi, Msijidanganye mkisema bila shaka Wakaldayo watatuacha na kwenda zao, maana hawatawaacha maana. Mkilipiga jeshi lote la Wakaldayo wanaopigana nanyi, wakabaki kati yao watu waliojeruhiwa tu, hata hivyo wangeondoka kila mtu katika hema yake na kuuteketeza mji huu. Hata ikawa jeshi la Wakaldayo lilipokuwa limevunja kambi yao mbele ya Yerusalemu kwa kuliogopa jeshi la Farao, ndipo Yeremia akatoka Yerusalemu ili aende mpaka nchi ya Benyamini, alipokee huko fungu lake kati ya watu. Naye alipokuwa katika lango la Benyamini, akida wa walinzi alikuwapo jina lake Iriya mwana wa Shelemia mwana wa Hanania, akamkamata Yeremia nabii akisema, unakwenda kujiunga na Wakaldayo. Ndipo Yeremia akasema, ni uongo Siendi kujiunga na Wakaldayo. Lakini yeye asimsadiki. Basi Iriya akamkamata Yeremia akamleta kwa wakuu, nao wakuu wakamkasirikia Yeremia wakampiga, wakamtia gerezani katika nyumba ya Yonathani mwandishi, kwa maana ndiyo walioifanya kuwa gereza. Basi Yeremia alipokuwa ameingia katika nyumba ya shimo na katika vyumba vya ndani, na Yeremia alipokuwa amekaa humo siku nyingi, ndipo Sedekia mfalme akatuma watu wamlete naye, mfalme akamuuliza kwa siri ndani ya nyumba yake, akasema, Je, yeah, liko neno lililotoka kwa Bwana? Yeremia akasema liko, akasema pia utatiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli. Pamoja na haya Yeremia akamwambia mfalme wa Sedekia, nimefanya kosa gani juu yako, au juu ya watumishi wako, au juu ya watu hawa, hata mkanitia gerezani? wako wapi sasa manabii wenu waliowatabiria wakisema mfalme wa Babeli hatakuja juu yenu wala juu ya nchi hii? Na sasa unisikilize, e, bwana wangu mfalme, maombi yangu yakapate kibali mbele yako. Usinirudishe nyumbani mwa Yonathani mwandishi nisije nikafa humo. Ndipo Sedekia mfalme akatoa amri, wakamtia Yeremia katika uwanda wa walinzi, wakampa kila siku mkate mmoja uliotoka katika njia ya waukaji hata mkate wote wa mji ulipokwisha. Basi Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Mlango wa 38. Na, na Shefatia mwana wa Matani na Gedalia mwana wa Pashuri na Yukali mwana wa Shelemia na Pashuri mwana wa Malkia wakayasikia maneno ambayo Yeremia aliwaambia watu wote kusema Bwana sema hivi, akae ndani ya mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atokaye kwenda kwa wakaldayo ataishi naye atapewa maisha yake yawe kama nyara, naye ataishi. Bwana sema hivi, bila shaka mji huu utatiwa katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twakuomba mtu huyu auawe kwa kuwa aidhoofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu na mikono ya watu wote, kwa kuwaambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafuti watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama, yu mikononi mwenu, maana mfalme siye awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtwaa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malkia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwa na maji ila matope tu, naye Yeremia akazama katika matope hayo. Basi Ebed Meleki Mkushi, toashi, aliyekuwa katika nyumba ya mfalme, aliposikia kama wamemtia Yeremia shimoni, na wakati huo mfalme alikuwa amekaa katika lango la Benyamini, Ebed Meleki akatoka nyumbani mwa mfalme akamwambia mfalme akisema, Ee bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtenda Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni; naye hakosi atakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Ndipo mfalme akamwamuru Ebed-meleki mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu thelathini toka hapa ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Basi Ebed meleki akawachukua watu hao pamoja naye, akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya ghala, akatoa mle nguo zilizotupwa na vitambaa vikuukuu, akamtelemsha Yeremia shimoni kwa kamba. Naye Ebed meleki Mkushi akamwambia Yeremia, tia nguo hizi zilizotupwa na vitambaa hivi vikuukuu chini ya kamba kwa pani. Naye Yeremia akafanya hivyo. Basi wakamuinua Yeremia kwa kamba hizo wakamtoa shimoni, naye Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Kisha mfalme Sedekia akatuma watu, akamleta nabii Yeremia kwake ndani ya maingilio ya tatu ya nyumba ya Bwana. Mfalme akamwambia Yeremia, nataka kukuuliza neno, nawe usinifiche neno lolote. Basi Yeremia akamwambia Sedekia, kama nikikufunulia neno hilo, je, hutaniua wewe? Tena mimi nikikupa shauri wewe hutanisikiliza. Basi Sedekia mfalme akamwapia Yeremia kwa siri akisema, kama Bwana aishivyo, yeye aliyetufanyia roho zetu, sitakuua wala sitakutia katika mikono ya watu hao wanaokutafuta wakuue. Ndipo Yeremia akamwambia Sedekia, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kama ukitoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli basi nafsi yako utaishi, wala mji huu hautateketezwa, nawe utaishi na nyumba yako. Bali ukikataa kutoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, basi mji huu utatiwa katika mikono ya Wakaldayo, nao watauteketeza, hata na wewe hutajiepusha na mikono yao. Mfalme Sedekia akamwambia Yeremia, nawaogopa wayahudi waliowakimbilia Wakaldayo, wasije wakanitia katika mikono yao nao wakanidhihaki. Lakini Yeremia akasema, la, hawatakutoa nakusihi, uitii sauti ya Bwana katika hayo ninayokuambia, ndivyo itakavyokufaa na nafsi yako utaishi. Lakini kama ukikataa kutoka, hili ndilo neno ambalo Bwana amenionyesha: tazama, wanawake wote walioachwa ndani ya nyumba ya mfalme wa Yuda watatolewa na kuchukuliwa kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, na wanawake hao watasema: rafiki zako walio karibu wamekudanganya na wamekushinda; na kwa kuwa miguu yako imezama matopeni, sasa wamegeuka na kurudi nyuma. Na watawatoa wake zako na watoto wako wote na kuwachukua kwa Wakaldayo, wala wewe utapona na mikono yao, bali utakamatwa kwa mkono wa mfalme wa Babeli, nawe utakuwa sababu ya kuteketezwa mji huu. Ndipo Sedekia akamwambia Yeremia, mtu yeyote asipate habari ya maneno haya, nawe hutakufa. Lakini kama wakuu wakisikia ya kuwa nimenena nawe, nao wakija kwako na kukuambia, tufunulie sasa uliomwambia mfalme, usimfiche nasi, hatutakuua na pia ulioambiwa na mfalme, basi utawaambia, nalimwomba mfalme asinirudishe nyumbani kwa Yonathani, nisije nikafa humo. Ndipo wakuu wakamwendea Yeremia wakamuuliza naye akawaambia sawasawa na maneno aliyoamiriwa na mfalme. Basi wakaacha kunena naye, maana neno lile halikujulikana. Basi Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi hata siku ile Yerusalemu ulipotwaliwa.